ze za ya zamani alikuwa anaimba, hata mavyombo yalikuwa hakuna, sauti zao zimenyoka. Ukiakuta akianzisha wimbo bwana, huu sehemu yangu rafi, rafi yangu rafirafiki yangu wewe, kati masuruali zimeokoka, blauzi zimeokoka, kichwa kimeokoka, miguu imeokoka. Dakika chache katuka shashuka, sauti zimenyoka hivi zito. Twasoma ni njema sana, mbinguni mbinguni, kizazi cha sasa twasoma njema sana, njema sana gari bomba wewe, badilisha batoka, nenda njia yako, acha njia ya wazee, achana, acha, acha kukufanya sauti. Naona unafanyege fanyege, fanyege, mama haya Woo! Uwezi kusikia zile nyimbo sasa zikimbwa, twende juu Sayuni, hamu ya kwenda miguni watu imekufa. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani, mazee, yale njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Mmoja sasa ukileta kiburi kwa Yesu, ana watu wengi wengi wanapanda mlima, yani ameokoka, yako hivi amenyoka hivi. Akaingia vijana taratibu, wakaanza kuleta milegezo, wakasema Mungu anaangalia moyo wakaenda kuchukua na wenyewe za Wahindi walizozinyoa wa kule kwenye miungu yao, wakaziweka kichwani, wakasema Mungu anaangalia moyo. Yaani nakwambia ni vituko, yani wahuni, yani wanaongezeka. Wakaja wengine ziko hapa, wasema Mungu anaangalia moyo. Alimwambia farisayo mnafiki wewe, safisha ndani na nje yako iwe safi. Mtu aliyokoka mwonekano wake wa kwanza ni huku, na ndio maana ubatizo ni nguzo mojawapo ya watu waliokoka, na tena ni nguzo muhimu, kwa sababu ni tukio la kuzamisha mwili. Ubatizo sio hapa, ubatizo unazamisha mwili, manake unakufa, zile tabia za kale unaziacha, unaamka upya pamoja na Kristo, umeoshwa kwa damu na umeuzika mwili wako, umefufuka, alama ya nje, manake utafufuka, hata na mavazi yako atafufuka